Ndugu zangu mwelewe fika kwamba sasa hivi waandishi wa habari e, ni kipindi cha uchaguzi, ni kipindi ambacho kinahitaji pesa nyingi sana katika kufanikisha mambo haya, na pesa imekuwa ni changamoto kwenye kwenye shughuli zetu hizi. Kampeni zinaenda zinaenda vizuri e, na sisi tunaendelea vizuri, lakini ningeomba sasa umma wa Tanzania unaotaka mabadiliko na unaoniunga mkono mimi katika kutetea haki, kutetea matibabu bure kutetea elimu bure kutetea umeme ufike mpaka nyumbani kwa mtu bure, maji safi na salama kwa kila mtu, wazee kulipwa wakishafikisha miaka sitini na kuendelea, kufuta kikokotoo cha wafanyakazi, kujenga nyumba za wafanyakazi kila kitu, wanaoniunga mkono kwa mambo yangu hayo, ninawaomba kuanzia sasa hivi, ninawaomba waweze kunisaidia mimi na chama changu cha wananchi CUF, kunipa mchango kwa ajili ya kufanikisha kumalizia eh, shughuli za kulipa mawakala. Mawakala tunahitaji mawakala laki moja kwa mujibu wa vituo vya kupigia kura, na mimi nina waomba Watanzania watusaidie chama cha wananchi CUF, na wanisaidie mimi specifically, ili kuhakikisha kwamba kura zangu za urais na wao kwa sababu wananchi wanataka mabadiliko, wanisaidie pia, ili tuweze kuyafikia hayo mabadiliko tunayoyataka. Kwa hiyo naomba michango kwa wananchi, mwenye chochote anayeweza kunichangia anichangie. Nitatoa akaunti namba yangu na nitaweka kwenye ukurasa wangu wa Facebook na sehemu mbalimbali, nitaweka akaunti yangu ambayo ni akaunti kwa ajili ya uchaguzi, ili waweze kuchangia, kwa sababu kama ni kulipa mawakala ambao wanahitajika laki moja kiwango cha chini kabisa ambacho tunaweza ku, ambacho kinahitajika ni kiwango cha bilioni moja angalau kumipa kila wakala milioni e, shilingi elfu kumi kwa ajili ambacho, ya maji hata ya kunywa aweze hata kula wakati anaangalia zile kura. Kwa hiyo nawaomba sana wa Tanzania wanaohitaji mabadiliko tusiatafute mabadiliko kwa vurugu, tuyatafute mabadiliko kwa kusaidiana kama sera zangu ninazozungumza. Mimi nazungumza mambo ambayo chama cha Mapinduzi hakiyazungumzii. Na... akaunti namba yangu naomba niwaambie waandishi wa habari niseme vizuri hii ni account number ambayo ni tumeipeleka kwenye tume ya taifa ya uchaguzi INEC, kwa ajili ya shughuli hizi. Kwa hiyo wahisani, na wapenda maendeleo na wanaonisapoti mimi vizuri na Watanzania wote kwa ujumla wanaweza wa, wa, nawaomba sasa waingize pesa kwenye account, ni benki ya NMB, kina ni Gombo Samandito Gombo Gombo Samandito Gombo, NMB akaunti namba tano, mbili, nane, moja, sifuri, sifuri, tatu, sifuri, tano, tatu, sifuri. Narudia tena, akaunti namba ni NMB tano, mbili, nane, moja, sifuri, sifuri Tatu, sifuri. Tano, tatu, sifuri, Yani ndi, jina Gombo Samandito Gombo, nawaomba sana Tanzania, Watanzania wenzangu waniunge mkono ili tuweze kufika hii safari salama na tuikomboe Tanzania ambayo sasa hivi inaelekea kubaya na hatutaki tuikomboe Tanzania kwa njia ya kumwaga damu kama ambayo watu wengine watatetea. Tuikomboeni Tanzania kwa njia ya sanduku la kura, ambayo ni wiki mbili tu zimebaki tutakuwa tumeshaikomboa Tanzania yetu bila tone la damu ya mtu kumwagika. Sisi tuko tayari kwenye ukombozi na na wa n na Watanzania naomba wafanye